Habari, karibu tena katika chaneli yetu ya chasab Clinic. Naitwa Dr. Jimmy ana, leo tutakusogezea faida za mzungwa. Mara nyingi wanawake wamekuwa kituliza mzungwa um, una faida gani? Na hii imekuwa ni tiba kubwa na tiba bora ambayo imekuwa ikiwasaidia watu kuondokana na changamoto za kiafya. Kwa hiyo JW Sabu Clinic tutakusogezea faida unazozipata kwa kutumia mzungwa um, ni faida gani ambazo unazipata kutumia mzungwa um, kama ni mara ya kwanza, basi usiache kusubscribe na comment ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata dondoo za kiafya tunazozituma kila siku. Kwa hiyo kama una swali lolote, una changamoto yoyote ambayo imekuwa ikikutesa, basi usisahau kutuuliza, na sisi tutaweza kukusaidia kuondokana na hiyo changamoto bila kuwa na shida yoyote, ukiwa nyumbani. Kwa hiyo utapata tiba bora na ushauri kutoka JWS Habo Clinic. Tufahamu faida namba moja ya mzungwa, ni dawa nzuri kwa watu wenye bawasiri, awe na bawasiri ya nje uwe na bawasiri ya ndani, basi mzungwa imekuwa dawa nzuri sana ambayo tumekuwa tukiwashauri watu na watu wengi wamekuwa wakitupa matokeo mara baada ya kuweza kutumia. Kama ujui namna ya kutumia mzungwa kutibu bawasiri, basi kwenye video ambazo zimepita kwenye channel yetu ya Dravizabo Clinic tumeelezea vizuri kabisa namna ya kutumia kwa upande uh, wa bawasiri zote ya nje uh, naandani, na ndani na imekuwa ni dawa bora sana lakini. Pia faida namba mbili, inarekebisha mfumo wa hezi na kutibu maumivu makali wakati wa hezi. Kwa hiyo, watu ambao kama upati siku zako unapata maumivu makali, unapata yenye damu, uterezi damu nyeusi, damu ambayo ukiangalia kama vile ha, haiko tofauti, mpangiliwa siku zako aueleweki, mara leo ije, mara wiki, mwezi ujao usije, yaani, najiamulia inavyotaka. Basi hakikisha unatumia mzungwa, utaweza kusaidia kuondokana na hiyo changamoto. Lakini pia inarekebisha mfumo wa homo homoni wa mwanamke. Kwa hiyo mwanamke ambaye ana homoni imbalance, basi tumia basitumia mzungwa, utaweza kusaidia kondokana na hiyo changamoto ah, ya hormone eh, imbalance. Ni nzuri sana kwa kutibu UTI fungus sugu, lakini pia ah, fungus na na bakteria ambao wanashambulia pia vya, vya uzazi ikiwemo PID PID ni changamoto ambayo imekuwa ikisababisha wanawake wengi washindwe kubeba ujauzito, na uende wakibeba ujauzito, unakuta ujauzito unatoka unatoka. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya PID. Tunavyoongelea PID, tunamaanisha maambukizi kwenye via vya uzazi kabisa. Kwa hiyo ikitokea umekuwa na maambukizi kwenye via vya uzazi, basi itakusababishia changamoto ya PID, itasababisha mimba kutoka, kushindwa kubeba ujauzito, na kila ukibeba uh, unatoka. Kwa hiyo tumia mzungwa. Haya, pia ya tatu ni upevushaji wa mayai haraka. Kuna wenzetu ambao hawapevushi mayai yao, mayai hayapevuki, ina maana hawapati siku zao. Ndugu zangu, tumia kwa ajili ya kupevusha mayai. Lakini faida nyingine ni kusogeza kizazi karibu. Kuna wengine wameambiwa kizazi kiko mbali, kizazi kimeinama, mlango wa shingo ya kizazi ina shida, basi weza kutumia mzungwa, utaweza kusaidia kuondokana na hiyo changamoto. Lakini pia ni tiba nzuri ya changamoto ya chango la uzazi. Kwenye video zilizopita tumeshaelezea faida ya chango uh, tumeshaelezea chanzo cha, fa, cha chango la uzazi uh, suruhisho na dalili. Kwa hiyo kama ufahamu basi afuatilia uh, kwenye video ambazo zimepita uweze kufahamu chango kiundani, na kama una changamoto yote ya chango basi tumia mzungwa utakusaidia, na mwishoni utaelezea namna ya kutumia. Lakini pia mirija ya uzazi, na maana inasaidia katika kuzibua mirija ya uzazi. Kwa hiyo kama umepima hospitalini, wamekuambia milija yako imeziba, na bahati nzuri kwenye video ambayo zimepita tumeshaelezea dalili za milija ya uzazi kuziba. Kwa hiyo kama una changamoto hiyo, basi hakikisha unatumia mzungwa, itakusaidia kuondokana na hiyo changamoto. Na mwisho inasafisha kizazi. Kwa hiyo kama kizazi chako um, kizazi chako kina makovu, kizazi chako kina changamoto basi mzungwa ni tiba moja mjarabu kwa ajili ya kuondokana na hiyo changamoto. Nikumbushe, kama ni mara ya kwanza kufuatilia chaneli yetu, basi usahau subscribe na comment, ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata dondoo za kiafya tunazozituma kila siku. Na kama una swali lolote juu ya afya, una swali lolote juu ya mmea fulani, basi usisahau kutuuliza, usisahau kutuuliza hapo kwenye komenti, na sisi tutaweza kukujibu na kukupa suluhisho la changamoto hiyo. Karibu na Mungu akubariki.